s Yes, mambo vipi? Karibu sana kwenye hapa Bongo Plus, vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea katikati kwenye swala so zima mm -hmm. Moja kati ya wasanii ambao wali watoe ushirikiano wa kutoa pole uh, kwa namna moja ama nyingine hii mm. Kwako unaiwekaje, sana sana, kuna athari gani, um, msanii Diamond Platnumz akipoteza wafuasi wake kwa wingi uh, kwa namna ambavyo inaonekana kwenye mitandao ya kijamii? Asante kwa swali swali lako zuri, umeweka vizuri kwamba nitoe maoni yangu uh, si sindio, si hukumu, kwa sababu ninachokizunguzwa mimi hapa sio kwamba ndio ndio ndio nini tuseme ndo, ndo, ndo, ndo, ndo itakuwa hivyo, hapana. Ni maone, unaweza ukachukua ma usiachukue. Lakini kwanza kabisa, mi nitoe pole sana nyingi kwa familia ambazo zimepoteza ndugu, ndugu, ndugu wao wapendwa wao rafiki zao wapendwa wao, na mi ni watu wengi sana wamepoteza maisha kwenye uh, siku hizi chache ambao uchaguzi uko nafanyika, na mimi mwenyewe kiukweli, kuna watu ambao wamenigusa tulikuwa kwenye kupumzisha baadhi ya wapendwa wetu. Hii imekuwa ni busy sana, lakini tunashukuru utaratibu ambao umewekwa. Uh, sasa hivi unaweza kufika hospitali ukapewa ndugu yenu, naenda kumpumzisha kwa rest in peace, na niendelee kuziombea familia za marehemu ambao wote wamepoteza maisha. Uh, Mungu awatie nguvu awasaidie, uh, na kipindi kiweze kupita, tuendelee kuishi kwa amani kama vile ambavyo ilivyokuwa Uh, hapo awali uh, na Mungu akasikiliza mioyo yao nini, nasema kuhusiana na kile ambacho walikuwa wanakiomba kwa mamlaka na vitu mamla wingine kama hivyo uh, nirudi kwenye uh, point ambayo umeniuliza mimi uh, ni kweli wasanii wengi uh, ukiangalia wasanii asilimia tisini Tanzania, wengi walikuwa na support chama tawala, kwa maana wakati wa kampeni na hili, hili ni hatuwezi kumtupia lawama msanii mmoja Diamond, na kwangu mimi uh, of course Sitaki kuwataki msanii kuwa upande wa Chama cha Mapinduzi, CCM. Unajua kuna uhuru wa mtu eh. Yani kama mimi naona kinachofanyika katika chama hiki ni sahihi, sioni kama ni tatizo kwa mtu kumlaumu kwamba bana, kwa nini huko CCM, ama kwa nini huko Chadema, ama kwa nini uko ACT? Hapana, misingi ya itikadi ya kisiasa, kidini na mambo mengine kama ni uhuru wa mtu ama utashi wa mtu kwamba bana, mimi kinachoona kipo sahihi. kwa hiyo sio sahihi kwanza tenda kumwataki mtu mwambie bwana wewe unachokiamini unachoki unachokishikilia hakiko sahihi ama hakipo sawa. Hapana, kwenye hilo nitawatetea ni, ni, ni, ni, wasanii na wale ambao waliamini kwamba kule alipokuwa wao walikuwa sawa, sijui umenielewa. Lakini inaonekana ni tatizo kwa sababu namba ya wasanii wanaosapoti kule ni kubwa, na ukilinganisha na, na, na hali halisi ya mtaani, kwa mfano Uh, ukiangalia uh, watu ambao pengine labda wapo katika uh, milengo tofauti tofauti, kiangalia ni kama inawiana. Sasa msanii unapokuwa msanii unakuwa ni kio cha jamii, kwa hiyo una haja pia ya ku, ya kusikiliza upande huu na huu na hapa pia kwasabu, kwa sababu ukishakuwa msanii unakuwa ni kama unabeba hata wale ambao hawaamini ha, ha, ha, katika itikadi zako, kwa hiyo kwenye hilo unaweza kuwaelewa pia mashabiki, kwa nini pia wanawataki wasanii wao. Sasa rudi kwa Diamond. Diamond kwanza kwa nini uh, analaumiwa sana Diamond? Tunapotaja mziki wa bongo uh, flava chifu mwenyekiti raisi sinitenia nani sijui kiongozi wao mkubwa ni Diamond. Tunaza kuzungumza mengi kiushabiki, tukasema si fulani ana nguvu, nani anawezana naye? Lakini uh, tukizungumza kiuhalisia na ukweli wa mambo, Diamond ni msanii mkubwa wa Tanzania, ndio naweza nikasema msanii namba moja kwa takwimu ambazo zipo. Kwa hiyo uh, hata wananchi unavyoona, kwa nini wanamwataka Diamond? Kwa sababu anafahamu nguvu yake ilipo. Unajua, huwezi uh, ukamlaumu mtu ambaye unaona hana nguvu ama huwezi ukamwataki mtu ambaye ha, haumfuatilii ama umpendi Diamond. Wasanii, watu wanampenda sana Watanzania, yaani miongoni mwa wasanii ambao wanapendwa sana na Watanzania, Diamond anapendwa sana. Yaani, uh, nilikuwa naongea na mtu mmoja juzi, alikuwa ananiuliza kanambiaje, kwa nini Diamond watu wanamwataki sana? Nilimjibu hili swali ambalo na mimi nakujibu hapa, nilimwambia hivi, binadamu ana ana ana, vitu ana, ana, ana, ana viwili anapoumizwa. Kwanza uh, akiumizwa na mtu ambaye alikuwa hampendi ama sio mtu wake au hamjali kwa lolote, waga maumivu yake anakuwa gani madogo sana, kwa sababu anakuwa hana ile expectation kwamba huyu mtu akanisaidia akanifanya chochote katika maisha yake. Kwa hiyo hata kuumia anaweza asiumie sana, lakini yule mtu ambaye anayempenda au anayemsapoti, anamfanyia vitu vingi, anajitoa kwa ajili yake, akija kumdisappoint katika kile ambacho anachokiamini yeye, waga binadamu anaumia sana na ndo kila ambacho kipo kwa Diamond, Diamond anapendwa na Watanzania na wamemsupport uh, since kipindi cha nenda kamwambie. Kwa hiyo waliamini pia hata katika hichi kipindi basi awe nao pia, kwa sababu nimeungana uh, Diamond kweli uh, wasanii wa, wa wote wame, wamelaumiwa lakini, ukiangalia wasanii wengi ni kama wameamua wame, wame kujiisolate yani, kwamba bana sasa, hebu ngoja tu, tujifungie kwanza kwa kipindi hiki tuone upepo kwanza upite kwanza, kwa sababu naamini maisha of course lazima taendelea baadaye, lakini katika kipindi hiki ni kipindi ambacho lazima uungane na na na, na, na wananchi, majority ya watu wengi wanasema nini hasa, kwa sababu ukiangalia Diamond anawaimbia ni maskini pia, ni Watanzania ambao kuna maskini kuna wenye uchumi wa juu na kuna watu ambao maisha yao ni ya kawaida, kwa hiyo lazima uwasikilize wote nini wanachokifanya na hili sio kwa, kwa keye tu, hata wanasiasa ambao pia wapo katika chama tawala. Nimeona hata jana mkuu wa wa wa Njombe Antony Mtaka pia ameungana na wananchi, si umenaelewa? Kwa hiyo ili sio swala la wasanii tu, hata katika eh, shughuli za kiserikali, ukiangalia katika kipindi hiki hazipo katika vile ambavyo inavyokuaga siku zote, ni kama kuna kuna kuna shoki ambayo ipo ambayo watu bana, hebu ngoja tuwapumzishe kwanza watu, mambo mengine ataendelea, sijui umenaelewa, hasa kwa msanii kama Diamond kuendelea kufanya shughuli zako na wakati unafahamu kabisa kwamba kuna hichi ambacho kinaendelea, ni ni, ni ni ni kama kutoku, watu wanachokiona ni kama ha, hawi pamoja nao, si umenielewa? Of course mtu ataweza kuniuliza kwa nini wewe unafanya kazi yako mpaka sasa hivi, au kwa nini yule muuza duka anauza duka ameendelea na nini, kwa nini Diamond ndo akifanya kwenye kazi yake watu wanamlaumu? Hapana, ngoja nikuambie kitu kimoja. Na hii heshima sana, kazi ya Diamond ni kweli, anahitaji promotion, nyimbo zake zi promote na nini, lakini uh, kila kazi huwa ina, ina kipindi chake. Kwa mfano, kuna mtu anauza labda uh, duka atauza duka kuanzia saa saa moja asubuhi labda mpaka saa tano usiku atafunga. Kuna mtu anauza baa labda, kuna baa zingine zafungula tu usiku kuanzia muda fulani mpaka muda fulani. Kila kazi ina, ina wakati wake, yaani ina, ina muda yake. Yani hata muziki pia una wakati wake pia ambao utakabana muda huu, sasa inabidi niburudishe watu, watu wasikilize, sijui umeelewa. Na sio kila wimbo unaweza ukaupromote katika kila wakati sijui umenielewa. Kuna kipindi cha majonzi, nakumbuka mfano uh, uh, wakati wa msiba wa, wa rais Magufuli hayati. mm -hmm. Hakuna msanii ambaye alikuwa anatoa mapiano anatoa nyimbo za mapenzi hakuna nini, ilikuwa almost karibia wiki mbili. mm -hmm. Nyimbo zilikuwa zinatoa, wasanii wao wenyewe walikuwa wanatoa nyimbo za, za kuomboleza, kwa maana tulizisikia nyimbo nyingi sana ambazo watu walimtunguia rais Magufuli kutokana na kila baada ya kifo chake kutokea, kwao ni kipindi ambacho sio kwamba kipindi kile msanii ukionekana tu unatoa nyimbo unafuku katika kazi yako, lakini watu wanakuunga mkono kwa sababu uko nao si ndio? Mm. wanamlilia kiongozi wao na wao mamao kwa support kupitia kazi yako, hakuna mbata kulaumu. sijui mnaelewa mm. lakini katika kipindi hiki ukiamua utoe nyimbo ama ulikuwa umetoa nyimbo yako kaanza kuipromote katika kipindi hiki ni adhifu sasa. wewe hujali kile ambacho wananchi ama wa mashabiki zako wamekipata, kwa sababu mimi nachoamini kuna mashabiki zake Diamond ambao wamekufa, kuna mashabiki zake Diamond ambao wamefiwa na ndugu zao, na kuna mashabiki zake Diamond ambao labda wamepi wameumia katika hayo maandamano na wana madhara pia sasa hivi anaendelea kwa labda na matibabu, si kuendelewa unamoji pose labda uende kwa msanii wake ukaone ameandika nini, anaku anakupa anaku pole, afu baadaye unamwona anaendelea na, na mambo yake mengine. How do you feel kwa mtu ambaye unampenda? Automatic lazima mtu ha aumie, and mimi ningekuwa uh, nadhani management pia ya Diamond na wa, watu wa, wa karibu na Diamond inabidi hmm. wajue namna gani wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wanaishi na msanii wao moja ya wasanii ambao mi naamini wana discipline sana wana uelewa sana wana machungu sana Diamond, amesaidia sana watu wengi sana, miongoni mwa wasanii ambao nimeshuhudia mimi wakitoa misaada ya hali na mali, Diamond ikamuweka hata namba moja Tanzania hii kwa wasanii. Diamond nimemshuhudia mimi akitoa uh, pikipiki kwa walemavu, akitoa pikipiki kwa vijana wa Tandale, amewapa gari watu wengi sana, pesa amewapa watu wengi sana. Sijajua ni kitu gani ambacho Diamond kipindi hiki ana, ana going through mpaka ameshindwa kuwa pamoja na wanai, kwa sababu mimi sijamzoea. Yaani, miongoni mwa wasanii ambao naamini mimi huwa wanakuaga anapokuwa matokeo mambo sensitive kama haya anakuwa na na na, na, na, na wananchi ni Diamond. Sasa I don't know ni kwa nini imetokea hivyo, kwa sababu naona hata ukiangalia mpaka uh, watu tofautofauta mataifa mengine Kenya mm. vyombo vikubwa vya habari BBC huko, Aljazira na sehemu zingine nyingi duniani huko, ambako tunaamini wengi wasanii wanatamani kufika, zimeposti hizo stori kwamba Tanzania kina, kuna kitu ambacho kimetokea hiki, si simanelewa. Kwa hiyo wanaamini hata wasanii wao wanaotokea katika ile nchi wa, wa behave kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa wakati huo Sijui umeelewa. Na Diamond kulaumiwa kwa nini, hizi laama watu wanamwangusha sana Diamond, ni kwa sababu ya ukubwa wake, ye ndo lolmodo wa wasanii. Ye ndo wa wasanii, ndo tuseme ndo rais wa huu mziki. Siumanelewa, yeye ndo mkubwa katika huu mziki, kwa hiyo watu lazima wamtazame yeye wanapogusa kwamba industry ya wasanii uh, wasanii kwa nini ampo na wananchi, mtu wa kwanza kuangaliwa ni Diamond. Watu wanaamini katika nguvu ya Diamond, akekuwa anaamka, labda anaposti kitu fulani, ana sapoti labda misiba, anafanya kitu fulani hivi, kwa sababu yeye ni role model, wasanii wengi wanamtazama yeye wangemwiga wange, wange, wange kile anachokifanya, naamini hicho kitu wasanii wengi wangefata kile anachokifanya kwa sababu yeye ameamua ku- kubehave ku katika ile anachokifanya yeye, labda kuweka kushare picha zake mm -hmm. Insta story na nini inafanya hata wasanii wengine labda wanafeel ah, bana kama mkubwa a kufanya hichi bwana, sasa why mimi nifanye hichi kitu, you understand. Lakini sioni ubaya wote wa kuwa pamoja na wananchi katika kipindi ambacho unaona kabisa kwamba kuna watu ambao wamepoteza maisha, ajarishi amepoteza kwa, kwa bahati mbaya ama kwa njia gani, lakini kuwa pamoja nao tu katika kipindi hapa tu basi, misiba tu, kwa sababu imekuwa ni mingi, basi hebu ngoja tu niwe pamoja na na, na, na, na wananchi ama Watanzania sijui, umenielewa? kwa hiyo uh, huu ni ushauri na ni maoni ambayo yeye mwenyewe anaweza kayachukua ama asiyachukue, lakini mimi ukiniambia, uh, wananchi wanavyolaumu nadhani wako sahihi, ama wako sahihi, nasema wako sahihi kwa sababu ni ni, ni, ni, ni, ni mtu ambaye wanampenda, wanamjali, wanamuunga, wamemsapoti, wana haki pia na wao kutegemea chochote, kidamonweza kawapa pesa waliofiwa ama akawapa chochote ambacho cha thamani ambacho ni pesa labda ni, ni nyumba na ni nini kikaponya mioyo yao. Ambacho anachokihitaji kwao ni ile kuonekana na fulani, kumbe naye ameumizwa na, na kile ambacho kimetupata sisi na yeye, kumbe ameguswa na kile ambacho sisi kimetupata kwa hiyo ni, ni ni ni ni kitu ambacho watu wali wali, wali kiexpect. Si unaelewa? Na ukiangalia hata kwa, uh, kwa siku za hivi karibuni hapa kama ulikuwa unafuatia maudhui ya kwenye media ambapo dukwa tunaposti. Kuna story nyingi ambazo ukwepo unaziona, unatamani uifanye lakini unaona ah, bana kwa kipindi hiki siwezi kuifanya hiyo story. You understand? Inabidi tu sasa unakuwa una, una una clarify, unaangalia vile ambavyo vinaendelea katika hiyo story na unavifanya. Sio unaelewa? Kwa hiyo uh, kwangu mimi ni ni, ni shauri nione kila ambacho Diamond amekifanya ana haja ya management yake pia, uh, naamini na, na, na kuna baadhi ya meni kwenye management yake wamemwambia au kama hawajamwambia basi tatakuwa hawajamtendea haki msanii wao. Kipindi kama hiki inabidi manager, inabidi nimwambie msanii bana, ndugu yetu, kama tunavyokuambia bana, kipindi hiki usitoe nyimbo <SVI> eh na hey. Manager zote wao mkali kipindi kama hiki, kwa sababu ni msanii ambaye kwa mfano hizo hizo uh, hizo hizo campaigns za kumana follow Diamond sisi kwa mtandaoni watu sana unfollow. Kwa sababu, ono zani, ono ni follow ni watu gani? Si mashabiki? Kuna mwingine anza ku unfollow afu baadae ukasema atarudi, lakini kuna mtu mwingine atarudi, lakini hatakuwa na ile spirit ya mwanzo ilivyokuwa, you understand, na tunaamini katika kitu ambacho kinampandisha msanii na kumshusha msanii ni ile power. Ukishakuwa tu na ushawishi wa watu bana, nimetoa nyimbo, nendeni youtube mkaangalia, na watu wakati wakaenda kuangalia ile ndo kitu ambacho wasanii wengi wanaililia, na Diamond hicho kitu anacho. Kwa hiyo nishauri wasanii wote kwa kipindi hiki mbona pia watu wanajiuliza, kwa nini Diamond sio harmonize sio nani? Hapana na, harmonize pia inawezekana asilaumiwa, asi, asi, asifanyaje, lakini um, kama nilivyokuelekeza hapo mwanzo ni kwa sababu ya Diamond kwamba yeye ni ni ni ni mkubwa katika hii industry na ndio watu ambao wanamwangalia kama uh, lo ni mwana pia. Kuna baadhi ya wachekeshaji pia, watu mpaka watu wanatania bana, nyinyi hatuwatambui ni mwana pia, hatuwezi uh, um, e, kutuwakilisha uunani kutu, popote. Si umeelewa? Ni kitu ambacho unaona kabisa kumbe watu bana wana watu ambao wanawaona kwamba awana watakuwa tuseme. Sijui umeelewa. Hata Alikiba nimeona pia, japokuwa alikuwa amekaa kimya, lakini anakuja akasema, alitambua kwanza, kweli tumewakosea Watanzania na akaomba na samahani, kwa sababu alisema ni kweli tumewakosea na akaomba samahani. Kuona naelewa kwamba huyo mtu kweli, kila ambacho kimetokea, yuko pamoja na sisi hapo hapo. Unahisi labda Alikiba ilivyo ilivyo ilivyofanya na kuomba mashabiki zake samahani, yeah. uh, tafsiri ya kwamba inaweza ikawa pia kwa Diamond kwa kitu ambacho amekifanya, afanye kama Alikiba ilivyoomba samani na vitu vingine kama hivyo vinaweza vikapungua. Yaani ngoja uh, nikujibu kujibu swali moja hivi, of course kuna hivi of course kuna mtu anaweza akatake advantage akasema bora ah bora, Alikiba, bora nani. Lakini uh, lazima tujifunze kusoma ah, ah, alama za nyakati yeah. Yaani sio kila wakati utakfanya jambo fulani. Kila kila kitu unakifanya kutokana na wakati fulani. Sio umeelewa ndugu, Mm -hmm. yangu? Kwa hiyo kusoma alama za nyakati ni kitu kizuri sana, sana sana sana. Muangalie Bilnasi. Bilnasi kachomoa mpaka duka uh, lake lile. Na amejiondoa katika mtandao wa Instagram. Sio kama atatoka ata maisha yake yote; atarudi kuna muda utafika atamua kurudi. Sio umeelewa? Mm -hmm. Kitendo cha yeye kuondoka ina maana kuna kitu ambacho kimemuumiza. Sio umeelewa? Mm -hmm. E, kuepusha kitu flani labda angekuepa labda mtandaoni angeza labda nayeye eh, akaanza kuposti labda nyimbo zake kama, sasa bwana akamasasabana eh, liwalonaliwe saamkoniharibia sasa, sasa, ni basi na naamua nifanye nifanya chokifanya, lakini katumia busara akaona kwa, kwa kipindi hichi na hasira na majonzi, of course nimeharibiwa biashara yangu, lakini still lazima watu pia wenyewe kuna sababu imewafanya waje afanye hicho kitu na ndio maana umeona mwenyewe mama kukaa pembeni atakuja kuja azungumze, lakini naamini hata yeye mwenyewe mw... A... ameona ameona zote hizi side, si mmenielewa? Wewe umeharibiwa duka lako, lakini kuna mtu kapoteza maisha pale, kafiwa na ndugu yake, kapoteza uhai ambao wewe ndio uko nao unapumua sasa hivi, kwa kama ni mali utazipata, lakini uhai huyu mtu atuwezi tena, ku... tena kuwezi tena kuendelea kuishi katika hii dunia, si mmenielewa? Hakuna spare ambayo itamrudisha, si mmenielewa? Kwa hiyo unakuja na gundua kumbe hata hizi mali ambazo tuko nazo tazikarudi, si mmenielewa, ni mwona kina shishi pia meposti amesema mwenyewe bana, anamwachia Mungu sijui umenielewa, lakini uhai huwezi ukaurudisha. Kwa hiyo wasanii wetu ni waombe pia katika hili, wajifunze ku kusoma alama za nyakati na kuendana na, na, na kile ambacho anachokifanya, lakini kama nilivyozungumza mwanzo kuhusiana na itikadi za, za mtu kuunga chama fulani um, siwezi kumlaumu mtu, ule ni uhuru wa mtu yoyote akashabikia chama anachokiona kiko sahihi na maisha yake pia, lakini sasa isiwe katika engo ya kuumiza uh, watu wako wanaokufuatilia. Asante pia.